huyo mwanamme ana bahati sana sana, na sijui kama anajua namna ya kuitumia. Anazungumza wewe. Yeye anachokijua ni kunipiga tu. Mtu mwingine. Mbona Lima umebadilika? Lima, mbona umebadilika? Lima, yaani umebadilika kabisa, unilekuka yaani kabisa. Unajua masikio yangu yanigoma kabisa kuelewa ulichokaa unaongea pale. Ni Lima na unjua mimi mwanamke nilonchumbia, eh? Mwanamke nilopiga goti kwa binadembe, wewe Lima, mtu mwingine. Lima, mbona unibadilika? Mbona unibadilika, unilekuka yaani kabisa. Unibadilika nini? Sijakuelewa. Mbona unachogombana na Geo kitu gani? Kitu kikubwa unachogombania gani? Hivi chombo tu, chombo cha kulalama wewe, chombo cha kubebea kitu cha nchuzi tu, abebe wenze wangu, peleke hospitali. Yaani nchudhi tu, we ugombe hivyo? Otipoti ulitaki lisije, otipoti wewe ulikaja na otipoti ya? Ulikaja na bakuli Lima, kweyo mdogo wako wakikosea, ataki kwazibia ataki kwa ambio. Hakuna mtu asiyokosea, kila binadamu ana makosa. Ndo umwagie chai ya moto tena, chai kwenye ntima, eh? Wewe kumwagia chai mdogo wangu kwa kosa gani? Otipoti kwamba otipoti hili litumike ili sitaki. Limu likuja na chombo hapa, ukuja na begi mbili tu, rangi ya kijivu na, na marunu begi, unajaza vyupi tu yaani yani, uliokumbuka wewe kama viupi vi, vya kuficha mchonyo basi. Otipoti usitaki hili. Lima ni wewe, embu embu mkono, pete iko wapi? pete ya ndoa iko wapi? Gebra, hapa tunaongea masuala ya pete ya dio. Sababu usijitoa akili wewe, mtu mzima wewe, usijitoe akili wewe, hakuna kitu ulichokuja nacho hapa Lima, hakuna kitu ulichokuja nacho hapa Lima. Unasema utipote amenunua nani? Si mimi kuuliza, pete amenunua nani? Si mimi. Hivi hao maneno mimi ndio naongea. Wewe ndio kuniambia maneno ya na Kiswahili namna hiyo naniambia maneno ya kizamama yaani maneno ya kishamba yani? Sikuelewi. nakubali kuona makosa ya mdogo wako, lakini jabfu na kesi za mdogo wako unanihamishia mimi, sindio? Afu naanza kunitusi, sijui nimekuja. Hebu sikie, unajua unawatukana watu wote walefu, unawatukana watu walefu wanakawa na akili we Yani unavyokaa na refu alafu unaongea vitu vya kipumbavu yani? Mimi niongee mambo ya kizamwamu eh? Mimi wa kuongea mambo ya kizamwamwa every day? Huyo jio ni mdogo wako tu, au kuna kuna mengine anaendelea ambayo mi siyajui? Mumeo anaongea maneno ya kishamba mimi na ya kishamba, mimi niongea mambo ya kishamba mimi na mambo ya kishamba eh, na kuliza wewe ni tu refu tu pataakilishem mtu akili una akili, unatema mambo ya kishamba Mimi nione hivi asili yetu washashiriki vita, asili yetu takuja nikupige nikuue, unchonaatamamo wako, onge mambo ya kishamba yani, mimi kuongea mambo ya kishamba, mdogo wangu ukamwagie chai mtu mzima, takuja nikupige nikuue. Achana na mkono wangu, tafuta pete. Unioneshe pete, uniambie ulivua wapi, kwa nini? Alafu mwanzo leo, mwisho leo, kuungomba mdogo wangu, mapenzi sabati, unakopenda upendwi akuishi songo mbingo, mshike mshike tu Niambie mimi naongea mambo ya kishapa. Eh? Mimi naongea mambo ya kishapa. Mwanamke niliyetoa posa mwenyewe, nikapiga goti, nikakuoa. Leo niambie naongea mambo ya kishapa. Mdogo wangu unangomba pale, nasikia, unavyongomba gomba mdogo wangu wangu nasikia. Nimekaa langoni nakuona unavyongomba gomba, we mdogo wangu ukungomba we.

Thank you, sir. Sana. Sasa, kuwa makini hiyo video isije ikafutika, sawa? Yes, sir. Itunze hiyo video kama roho yako. Yes, sir. Okay, nikukute Jim wewe pamoja na mwenzako Jakola. Hey, Jacqueline, kuna mabadiliko kidogo yametokea, ili jambo latemeke na nilichoka na... ne, ne, ne, wanataka figa za mwisho zibadilike zote zibadilike ziwe kama zile za field zilivyokuwa zi, mwanzo zi, eh, safi eh, exactly. Cha cha kufanya kitu kimoja. Tenganisha. okay boss, tenganisho, unitumie samali mpya, umeelewa. Umeelewa nini? Tenganisha, usitume. hey, utume samali mpya, usitume ile ya jana. Naelewa kichwa chako. receive the boss but... kuna kitu ilikuwa naomba nikuombe, please, kama hutojali eh Bosi Mary hayuko sawa. Kwa hiyo ilikuwa tunakumbusha ile likizo yetu. Maana kesho Hamadi na Ray wana wanamaliza wana likizo zao. Kwa hiyo ilikuwa tunaomba please. Aya, sawa, shukrani bosi. Asante. Hey. Nakuachia hili.

mazoezi kwa sababu unaona kabisa kuna kila dalili ya kushindwa kuchomekea shati. Uh, ilo mzee halina yes shaka no, karibu. Sasa utaanza na mazoezi gani? Utaanza na kitambi, kutoa kitambi, au utaanza na mkono? Mimi mazoezi ambayo nahitaji ni mazoezi ya tumbo bila shaka, si ndio eh? mazoezi ya tumbo. Mimi nafikiri haina shida mkono. Yeah shida yangu ni hiyo tupo. Yani niwe smart, nisishindwe kuchomekea. Nakutegemea sana wewe, ah, baba. Hello, sweet. Uh, oh, tupa mkono, lakini bwana anafanya mazoezi, binti yangu uh. Come on, mazoezi yana uzee, mwanangu. <laughs> um, daddy, I feel very bored. nataka nini kule BNB? BNB, Vipi? haiko haikoi Okay. Uh... No, no. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So ok ok, yakola atakapokuwa tayari utakwenda naye sawa. Okay, sawa, haina shida. Mko nachelewesha wazee ili tu hang pamoja Mi si cheke wala sichekesha. Nauliza pete yangu umepata, mipata ndani? E, nimekuacha ndani na akili yangu timamu. Kwanza sitaki kukuona. Ukija uje na pete yangu. Lima, mi sio mpumbavu. Mi ni mtu mzima na akili zangu, naongea na wewe na mtu mzima mwenzangu. Unaona wewe mtu wa kwenda kule

Basi basi, pole pole, mzee anaongea sana. Hebu pumzika, ya kwanza ule chakula kishuke. Tule kwanza chakula, mzee wangu.

Sasa so, unajua so, sio kupokea hiyo, ulipokea simu. Hamna baba, so mwe msana Bwana mpokelee huyo, unaje huyo. Inawezekana mkwe wangu huyo bwana, mpokelee. Haya ah. Baba, lakini sio mkwe huyo bwana, huyo ni rafiki yangu tu. Wewe ni uko petu. Ah, unakosa faida. Jana nilikupigia simu, haukushika simu na haukunirudia kusema chochote. Okay, niliacha simu nyumbani. Nilipeleka baba hospitali alizidiwa. Oh. Sorry, sikuwa najua hata. Vipi anaendeleaje kwa sasa? Yeah, anaendelea vizuri. Okay. I'll call you later. Hospitalini sasa? Yeah, so.